Moto mkubwa uliozuka katika shule ya sekondari Makanya wilayani Same Februari 14 mwaka huu na kuteketeza bweni unatarajiwa kuacha hali ya sintofahamu kwa wanafunzi 22 waliokuwa wakiishi katika bweni hili kabla ya kuungua moto. Swala lile ambalo lilitokea la janga la moto kama serikali lilitufadhaisha sana. Lakini, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama utakumbuka wakati nahamia na kuja Same 2023 matukio ya moto yalikuwa mengi, lakini yalihusisha eneo hili la makazi na kata ya Ruvu kwa upande mwingine. Sasa tulichukua hatua mbalimbali na kutoka pale, mheshimiwa mwenyekiti, haya matukio ya moto yalipungua sana lakini hili tukio ambalo lilitokea limetokea kwenye mazingira ambayo ni ya kutatanisha sana, na kwa mujibu wa taarifa za awali, siku hiyo kulikuwa hakuna umeme, maanake tulidhani huenda pengine ni tatizo la hitilafu ya umeme, lakini taarifa ya awali nilionayo kwamba hakukuwa na umeme siku hiyo, kwa hiyo na ulitokea asubuhi sana moto huo uliozuka majira ya alfajiri wakati wanafunzi wakiwa wamekwisha toka bwenini, ingawa hakuna aliyepata majeruhi makubwa, baadhi yao walihitaji msaada wa kimatibabu kutokana na mshtuko na kuvuta moshi mwingi. Jambo hili ni baya, linarudisha nyuma jitihada za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amejitahidi sana kuweka mazingira mazuri ya elimu shule za msingi na sekondari tumeona namna ambavyo amehangaika kuleta fedha kwa ajili ya shule zetu, tumeona ambavyo amehangaika sana kutafuta wafadhili nje na ndani ya nchi, mradi tu wanafunzi wetu waweze kupata elimu na mwisho wa siku wanafunzi waweze kufikia ndoto zao. Lakini kama itabainika kuna watu wanaturudisha nyuma, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuhakikishie hapa tutachukua hatua kali, hatutavumilia vitendo hivi, na nitoe onyo iwapo taarifa ile itaonyesha kwamba kuna kuna watu wana magomvi yao kwenye magomvi yao wana, wanaamua kuchoma shule moto, kwa kweli hiki kitu ni kibaya sana. Neema Lemunge ni afisa elimu wa wilaya Same, hapa anasema tayari wadau mbalimbali wamejitokeza kusaidia upatikanaji wa vifaa vya msingi, ili wanafunzi waweze kuendelea na masomo yao ambao wamechangia magodoro 22. Mdau wa maendeleo na mzalendo wa wilaya Same, Ahadi Eli Elrehema Mbugu, kupitia kampuni yake ya Mwembe Logistics akatoa msaada wa magodoro neti na vifaa vingine vya shule kusaidia wanafunzi walioathirika. Tumekuja hapa kwa niaba ya mkurugenzi wetu mkuu ambaye ni mkazi na mzalendo wa kata ya Mwembe, ndugu bwana Ahadiel Elirehema Mbugu. Tumekuja hapa baada ya kusikia janga la watoto wetu ndugu zetu kutoka Makanya Secondary School kupata janga la moto kuunguliwa katika bweni. Ni jambo la kusikitisha sana, lakini tunamshukuru Mungu. Tumekuja hapa kuwapa faraja na kuwashika mkono kwamba kila kitu kiko sawa tumekuja hapa kidogo ambacho tumejitoa ambayo tumewapa magodoro ishirini na mbili neti, pia tumeweza kuwapa matranka kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo vimeunguliwa navyo katika hili janga la moto. Tunakuja mbele zenu tukisema tunashukuru sana uongozi wa DC wilaya yote ya Same. Tuko hapa ili tuweze kuwaunga mkono na tuko hapa kama ndugu na wazalendo kutoka kata ya Mwembe yoweza mzavana na kondo mkitunda ni wakazi wa wilaya ya Same. Hapa wamepongeza mdau wa maendeleo kwa kutoa msaada wa vifaa kwa ajili ya wanafunzi hawa huku wakimwomba kusaidia katika ujenzi wa uzio kuzunguka shule hiyo. Jamani, tunashukuru kwanza serikali ya Mama Samia kwa kutupatia wahisani pamoja na mhisani wetu mkuu ambaye ni Mwembe Logistics ambaye ametupatia vifaa vya magodoro pamoja na matranka na wafadhili wahisani wengine wote walioweza kutupatia vitu, kwa kweli tunashukuru. Pamoja na hiyo, tumeona vitu hivi vinakuwa havina ulinzi, maana shule iko wazi sehemu zote na hasa sehemu za mabweni. Kwa kweli tunaomba ikiwezekana, hasa huyu Mwembe Mwembe Logistics huyu amekuwa ni mhisani wetu wa kwanza tunamwalika katika ukusanyaji wa fedha za kuzungushia fensi ya waya katika eneo hili la mabweni na pamoja na eneo zima la shule ya sekondari Makanya. Sisi tumechanga michango mbalimbali, lakini ndugu yetu wa Mwembe Logistics yeye, yeah, amechanga magodoro, trunkers na neti. Ni upendo mkubwa sana kwa wana, mwembe, wana makanya na ni upendo kwa jamii yake ya Same. Kwa hiyo tunazishauri taasisi zingine na wadau wa wengine waendelee kuchangia Makanya sekondari kwa sababu tunahitaji vitu mbalimbali kwa ajili ya kusaidia jamii yetu. Uchunguzi wa chanzo cha moto unaendelea, huku jitihada zikiendelea kurejesha hali ya kawaida shuleni. Ujenzi wa bweni jipya na uzio wa shule umepewa kipaumbele ili kuimarisha usalama. Dickson Busegaga, Clouds TV Same.